Huu ni mwaka wa uchaguzi na mwezi huu ndiyo hasa tumefika kunako. Sasa shughuli za kisiasa zimekuwa zikiendelea vizuri katika mkoa wetu, vyama vyote vya kisiasa vimepata fursa sawa, wagombea wamepata muda mzuri wa kunadi sera zao na wandele, wanaendelea kufanya hivyo. Wananchi wamekuwa wakijitokeza kwa wingi sana kuwasikiliza wagombea wa nafasi mbalimbali kupitia vyama mbalimbali wakinadi sera zao. Demokrasia katika mkoa wa Mara imekuwa na inaendelea kupevuka. Lakini naomba pia eh, nitumie fursa hii kama mwenyekiti wa kamati ya usalama mkoa, ni watanabaishe wale ambao wakati wa uchaguzi homa ya uchaguzi inapopanda, ikipanda homa inakimbilia kichwani na kuleta kile kinachoitwa celebro malaria kind of vichwa vinafetuka kwa sababu ya homa ya uchaguzi. Sasa vichwa vikifetuka, wengine hufanya mambo ambayo hayakubaliki katika jamii ya Kitanzania na katika mkoa wa Mara. Sasa nitumie fursa hii kutoa onyo kwao, wewe, homa ya uchaguzi ikikupanda, tafakari vizuri sera na itikadi ya chama chako, usiniletee fujo katika mkoa wa Mara lakini kama utajaribu utakutana na moto mkali kweli kweli, hapo sipepesi macho asilani. Serikali ya mkoa wa Mara na kamati yangu hii ya usalama, hatutamvumilia mtu awai yeyote yule atakayetuchafulia hali ya hewa kwa sababu tu amepata homa ya uchaguzi akaamua kuifanya iwe kichaa, tutamshughulikia na tunaomba asiwe na wazo kama hilo, asiwepo yeyote Mheshimiwa naibu waziri mkuu. Naomba pia kupitia eh, kongamano hili ni wasii wananchi wa mkoa wa Mara kuendelea kutumia haki yao hiyo ya kidemokrasia ya kuchaguliwa na kuchagua viongozi, lakini pia niwatakie heri na fanaka ile siku ya uchaguzi, wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuchagua viongozi wao. Maendeleo ya mtu mmoja mmoja na jamii huwa yanaanza kwa machaguo sahihi.